Ya ajali 31 zimeripotiwa mwezi wa Oktoba 2025 ambapo wilaya Kati imeripotiwa kuwa na ajali nyingi, ambapo kulikuwa na ajali sita sawa na asilimia 19.4 ukilinganishwa na wilaya nyingine. Mlinganisho wa ajali za barabarani kwa mwezi wa Septemba 2025 na, na Oktoba 2025 Idadi ya ajali za barabarani zilizotokea kwa mwezi wa Oktoba elfu mbili na ishirini na tano zilikuwa idadi sawa na ajali zilizoripotiwa mwezi wa Septemba elfu mbili na ishirini na tano ambapo kumetokea ajali thalathini na moja mwezi wa Oktoba na mwezi wa Septemba ajali zimetokea sawa sawa, idadi ya ajali ni thalathini na moja. Mwezi wa Oktoba 2025 wilaya ya Kati imeripotiwa kuwa na ajali zaidi ambapo kulikuwa na ajali sita ukilinganishwa na mwezi wa Septemba 2025 ambapo wilaya ya Magharibi B iliripotiwa kuwa na ajali nyingi ambapo kulikuwa kuna ajali tano. Mlinganisho wa ajali za barabarani kwa mwezi wa Oktoba 2024 na Oktoba 2025. Idadi ya ajali za barabarani kwa mwezi kwa mwaka zimeongezeka kwa asilimia 63.2 na kufikia ajali 31 kwa mwezi wa Oktoba 2025 ikilinganishwa na mwezi wa Oktoba elfu mbili na ishirini na nne, ambapo kulikuwa na ajali kumi na tisa kwa mwezi wa Oktoba elfu mbili na ishirini na nne. Wilaya ya Kati imeripotiwa kuwa na ajali zaidi kwa mwezi wa Oktoba elfu mbili na ishirini na tano, ambapo kumetokea ajali sita na wilaya ya Kaskazini A e imeripotiwa kuwa na ajali zaidi kwa mwezi wa Oktoba elfu mbili na ishirini na nne, ambapo kumetokea ajali nane.